Kifuatacho ndicho kilichomkuta rais wa Angola, Bwana Joao Lourenco baada ya kumkamata Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tanzania, pamoja na wenzake akiwamo makamu wa kwanza wa rais Zanzibar, Mheshimiwa Othman Masude. Itakumbukwa kwamba siku ya tarehe kumi na tatu ya mwezi huu wa tatu na mwaka huu wa 2025, msafara wa viongozi wa chama cha ACT Wazalendo ukiongozwa na kiongozi wa chama hicho Dorothy Semu uliosafiri kuelekea nchini Angola kwa ajili ya kushiriki mazungumzo ya jukwaa la demokrasia Afrika ulizuiliwa katika uwanja wa ndege wa Luanda. Chanzo chetu cha habari hii kilizungumza na waziri kivuli wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa ACT Dr. Nasra Nassor, ambapo alieleza kuwa viongozi hao akiwemo makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman, eh, Othman Masudi Othman Omo ambaye ni mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo pamoja na mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Tundu Antipas Lissu wanarudishwa jijini Johannesburg nchini Afrika ya Kusini ili waweze kurudi Tanzania. Nasra alieleza kuwa msafara wa makamu wa rais utarejeshwa peke yake huku viongozi wengine wakirudishwa peke yao. Aidha, chanzo chetu cha habari hii, eh, kiliuliza kama walipewa sababu ya wao kuzuiliwa. E, alieleza kuwa mpaka sasa bado hawajaambiwa sababu ni nini, ila wameambiwa watarudishwa Afrika ya Kusini. Chanzo chetu cha habari hii pia kiliendelea kujaribu kumuuliza juu ya wao kufanya mawasiliano na ubalozi wa Tanzania nchini humo ambapo alisema kuwa wamewasiliana nao lakini ubalozi huo haukuwa na nguvu juu ya maamuzi yaliyofanyika. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, hakikisha ya kwamba unakuwa nami mpaka mwisho wa habari hii ili kusudi uweze kupata kufahamu na kujua mazito yaliyomkuta rais wa Angola baada ya kumkamata Tundu Antipas Lissu pamoja na wenzake akiwamo makamu wa kwanza wa rais Zanzibar, Mheshimiwa Othman Masud. Sasa baada ya taarifa za kukamatwa kwa Tundu Antipas Lissu na wenzake kuwa zimepatikana ama zimetoka, Tundu Antipas Lissu kama mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema aliweza kutoa tamko lake, lakini pia eh, makamu wa kwanza wa rais Zanzibar Mheshimiwa Othman Masudi Othman naye pia aliweza kutoa tamko lake mara baada ya sakata hilo kuwa limetokea. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Tundu Antiphas Lissu kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, aliweza kuchapisha chapisho lilokuwa linasomeka kama ifuatavyo, ninakupitisha katika mtiririko mzima wa sakata hili ilikusudi nitakapokuja kukupatia eh, Kilichomkuta rais wa Angola baada ya kumkamata Tundu Antipas Lissu na wenzake ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu kinachoendelea. Sasa mara baada ya sakata hilo kuwa limetokea, Serikali ya Angola imezuia viongozi na wawakilishi zaidi ya 20 wa vyama mbalimbali vya siasa barani Afrika waliowasili Luanda mchana wa tarehe kumi na tatu E, ya mwezi huu wa tatu na mwaka huu wa 2025 kwa ajili ya mkutano wa siku mbili wa vyama vya siasa uliokuwa ufanyike Benguela kuanzia siku ya tarehe kumi na nne. Pamoja na mimi, kuna makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Othman Masud Othman, na e, na mjumbe wa ACT wa Zalendo, rais wa zamani wa Botswana Jenerali Ayani Kama, waziri mkuu wa Lesotho Moeketsi Majoro na viongozi waandamizi wa vyama vya siasa kutoka Afrika Kusini, DRC, Eswatini, Kenya, Malawi, Marekani, Msumbiji, Namibia, Sudani, Tanzania, Uganda na Ujerumani. Viongozi wote hawa wamezuiliwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dr. Antonio Agostino Neto tangu tulipowasili majira ya saa sita mchana. Hati zetu za kusafiria pamoja na mizigo yetu imechukuliwa na maafisa wa uhamiaji na hadi sasa hatujapatiwa huduma yoyote wala kuambiwa kwa nini tumezuiliwa. Kwetu sisi wa Tanzania, wananchi wa Angola ni ndugu zetu na Angola ni nchi rafiki. Sisi ndio tuliompa hifadhi ya kisiasa rais wa kwanza wa Angola Dr. Antonio Agostino Neto na wapiganaji wake wa MPLA wakati wanaanza harakati za kupigania uhuru wao miaka ya mwanzo ya sitini. Tuliwaunga mkono kwa hali na mali. Wakati Angola ilipovamiwa na kukaliwa kwa mabavu na makaburu wa Afrika Kusini baada ya uhuru mwaka 75 tulikuwa pamoja nao katika nchi za mstari wa mbele wa ukombozi wa Zimbabwe, Namibia na Afrika Kusini zilizoongozwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tuko nao pamoja katika jumuiya ya maendeleo ya e, kusini mwa Afrika SADC kwa sababu ya kuwa pamoja kwenye SADC sisi wa Tanzania hatuhitaji visa ili kuingia Angola. Mkutano, e, mkutano tulio mkutano tulioalikwa kuhudhuria hapa Angola ni mkutano halali kwa mujibu wa sheria za Angola. Kitendo cha serikali ya Angola kutuzuia kuingia Angola hakielezeki wala hakikubaliki ni kitendo kinachodhihirisha kile ambacho wengi tulikuwa tunakihisi kwamba serikali ya nchi hii inatawala kiimla huku ikijifanya kuwa Angola ni nchi ya kidemokrasia. Hayo ndiyo ambayo aliyezungumza mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Tundu Antipas Lissu eh, mara baada ya sakata hilo kuwa limetokea. Mtazamaji wangu, ni kusihi sana hakikisha ya kwamba unakuwa nami mpaka mwisho wa habari hii ilikusudi uweze kupata kuyajua mazito yaliyomkuta rais wa Angola Joao Lourenço, baada ya kumkamata Tundu Antipas Lissu pamoja na makamu wa kwanza wa rais Zanzibar Mheshimiwa Osman Masudi. Mheshimiwa Osman Masudi Osman, naye pia e, baada ya sakata hilo kuwa limetokea naye aliweza kuja kutoa tamko lake kupitia katika mtandao wa X Twitter kwa kuzungumza yafuatayo: baada ya mamlaka za Angola kutuzuia kwa muda wa takribani saa 8 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Luanda jana Machi 13 mwaka huu wa 2025, mimi pamoja na viongozi wengine mashuhuri wakiwemo marais wastaafu kutoka Botswana na Colombia, waziri mkuu mstaafu wa Lesoto na baadhi ya wakuu wa vyama vya siasa kutoka mataifa mbalimbali mbali, barani Afrika na kwingineko ulimwenguni, hatimaye majira ya saa nne usiku tuliachiliwa huru na kupelekwa katika hoteli ambazo tulipangiwa huku tukiwa na machofu. Wakati hayo yakitokea, nilikuwa nimeambatana na balozi wa Tanzania nchini Zambia, Luteni Jenerali Mathew Edward Mkingule ambaye pia anaiwakilisha Tanzania nchini Angola. Kitendo hiki cha aibu kidiplomasia kilichotekelezwa na mamlaka za Angola hakikuwa na sababu hata kidogo, na kimetia doa dhana ya Umoja wa Afrika, tena katika wakati ambao rais wa Angola ndiye mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, yani African Union. Hiki ni kitendo ambacho kinapaswa kulaaniwa vikali na Waafrika wote na watu wengine duniani wanaothamini na kutukuza misingi ya udugu iliyowekwa na viongozi wa asisi waliopigania uhuru wa bara hili. Hata hivyo, napenda niweke wazi kwamba pamoja na kukerwa na kuchukizwa na yaliyotendwa dhidi yetu, sina kinyongo na raia wema wa taifa hili jema ambalo Tanzania tumekuwa na mahusiano mema ya kihistoria na madhubuti kwa muda mrefu. Baada ya kuzingatia tukio la jana, nimeamua kutoshiriki katika mkutano muhimu niliyoalikwa na jukwaa la demokrasia Afrika, na badala yake ninarejea Tanzania. Naamini nahitaji muda wa kufanya tafakuri ya kina na kutathmini kile kilichotendwa dhidi yetu, ambacho kilikuwa ni shambulio dhidi ya diplomasia na demokrasia ndani ya Afrika. Hayo ndiyo maneno ama hilo ndio tamko ambalo alilitoa eh, mheshimiwa Othman Masu eh, Othman Masud, makamu wa kwanza wa rais Zanzibar, mara baada ya sakata la wao kukamatwa eh, huko nchini Angola kuwa limetokea na ametoa tamko hilo kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X, Twitter. Sasa basi moja kwa moja tuende tukapate kuangazia kilichomkuta sasa Rais wa Angola, bwana Joao Lourenco mara baada ya kumkamata mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tanzania na makamu wa kwanza wa rais Zanzibar mheshimiwa Othman Masud pamoja na wengine, kilichomkuta ni hiki. Jukwaa la Maendeleo ya Afrika, yaani Platform for African Development, PAD, limemtaka rais wa nchi ya Angola Joao Lourenco kuomba msamaha hadharani wa kuu wa nchi na wastaafu waliozuiliwa katika uwanja wa Luanda siku ya Machi 13. Viongozi wakuu wa nchi wakiwemo marais wastaafu eh, kama ayani kama Botswana huyu Ali, ali, aliwahi kuwa jenerali eh, Andres Pastrana Arango wa Colombia, makamu wa, eh, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman Sharif, na waziri mkuu wa zamani wa Lesotho Moeketsi Majoro, pamoja na viongozi wa vyama vya siasa kutoka nchi mbalimbali barani Afrika waliokuwa e, wanakutana mjini Benguela kuanzia e, leo kujadili uelekeo wa demokrasia ya Afrika taarifa iliyotolewa na pad siku ya Machi 14 imesema sisi waalikwa na washiriki wa mkutano wa Benguela tunalaani vikali vitendo hivi. Tunamtaka Rais Laurenko aombe msamaha wa hadharani kwa wakuu wa nchi waliowekwa kizuizini, wajumbe waliotimuliwa na wale waliodhulumiwa na juhudi za utawala wake za kuzuia mkutano huo. Taarifa hiyo pia imesema tukio la kuzuiwa kwa viongozi hao imefichua taswira sahihi ya taifa la Angola kuwa ni taifa ambalo lipo tayari kudhalilisha viongozi wa zamani wa serikali na wale wanaotaka kufanya mabadiliko ya kidemokrasia ya Afrika. Asili halisi ya utawala wa Angola imefichuliwa. Uko tayari kudhalilisha na kuiaibisha viongozi wa zamani wa serikali za Afrika na wale wanaotaka kujadili demokrasia kwa lengo la kukwamisha maendeleo kuelekea jamii zinazozingatia maslahi ya watu barani Afrika. Aidha, PAD imesema hakuna wakati wowote ambapo wale waliokamatwa walipewa maelezo kuhusu kuwekwa kizuizini kwao au kuhusiana na kufukuzwa kwa wenzao.